Je, wewe ni miongoni mwa wanaoamini katika time travel ama kusafiri mbele au nyuma ya wakati? Sasa huu unaweza kuwa ni uthibitisho wa kutisha zaidi wa kusafiri mbele au nyuma ya wakati kuwahi kutokea duniani. Husemwa mwaka 1923 kikundi cha wanasayansi wa akiolojia walifukua kaburi lililofungwa, ambapo alizikwa mtu zamani sana, huko nchini Misri. Ndani waligundua kitu ambacho akikuwa na maana yoyote kwao. Kwa maneno mengine, hawakuweza kukielewa ati picha ya mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba. Huu ungekuwa wazimu, picha ya miaka sitini na nne ijayo. Mfano huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano, basi ongeza miaka mingine sitini na nne utapata mwaka elfu mbili na themanini na tisa. Kwa maana hiyo, ugundue leo picha ambayo ni ya mwaka elfu mbili na themanini na tisa, ni ngumu kwa watu kuamini na hata mimi ingekuwa ni ngumu kwangu pia. Turudi kwenye tukio hili la mwaka 1923. Picha hiyo waliogundua wanasayansi ilionyesha mtu aliyevaa nguo za kisasa akiwa amesimama mbele ya kaburi akiwa ameshikilia kamera. Jina la mtu huyo lilikuwa ni Elon Hack, mwanasayansi aliyetoweka mnamo mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba wakati huo, yaani mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba Haki kabla hajatoweka, alikuwa akifanya kazi katika mradi wa siri uliokuwa ukiendeshwa na serikali uitwao Chronos. Mradi huo ulikuwa unajaribu kufungua siri ya safari za kwenda mbele au kurudi nyuma ya muda maarufu kama time travel, lakini baada ya Haki kutoweka, mradi huo ukawa umefungwa. Nyuma ya picha walioiona wanasayansi kuna mtu aliyekuwa ameandika ujumbe ambao ni wa kutisha, na nukuu, nilijaribu kuizuia, lakini kitanzi akiwezi kuvunjika, mwisho wa kunukuu. Miaka 57 baada ya tukio hilo, ikiwa ni mwaka 1980. Picha nyingine ya ajabu ilionekana wakati huu, ilimuonesha Eloni Haki tena, lakini sasa alikuwa ni mzee zaidi, akiwa amesimama katika sehemu moja. Tarehe ya picha hii ni ya mwaka huu, yani mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wataalamu walishituka, mtu huyo huyo anawezaje kuwepo katika nyakati tatu tofauti? Na alimaanisha nini kusema kitanzi akiwezi kuvunjika? Hilo nalo likapita. Miaka saba baadaye, kidokezo cha mwisho kilitokea katika maelezo ya Hak yaliyokuwa yamekutwa katika maabara yake mnamo mwaka huo wa 1987. Kidokezo hicho kilisema, wakati sio mstari ulionyooka, ni kitanzi na nimekwama ndani yake. Lakini hapa kuna mparanganyiko mkubwa zaidi. Mnamo mwaka 2023, kikundi cha wanasayansi wa akiolojia walifungua kaburi hilo hilo, ikiwa ni karne moja baadaye, baada ya wale wanasayansi wa mwaka 1923. Ndani walikuta kamera ya zamani sawa na iliyoonyeshwa kwenye picha ile ya zamani. Walipotengeneza ama kuisafisha picha hiyo, hawakuamini macho yao, kwani picha hiyo iliwaonesha wakiwa wamesimama ndani ya kaburi, na huu ukiwa ni mwaka elfu mbili na arobaini na tano. Leo hii tupo katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa maana hiyo, picha hiyo imeonyesha miaka ishirini ijayo baada ya mwaka huu ama miaka ishirini na mbili kutoka mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Sasa we mtazamaji unaamini katika kusafiri mbele au nyuma ya wakati? Tukutane kwenye comment. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 Digital.